Shahidi wa pili wa mashtaka kati ya kesi ya Diddy ya usafirishaji haramu wa ngono Jumatatu alikuwa ni dansa wa kiume ambaye alisema Cassie alimlipa maelfu ya dola kufanya naye mapenzi mara kadhaa e, katika maeneo tofauti tofauti, yote hayo yalifanyika huku Diddy akiangalia na kutoa maelekezo ya mikao. Ebana, dansa huyo aliambia majaji kwamba yeye na Cassie walitumia mafuta ya watoto kila walipofanya ngono. Alishuhudia pia kwamba Didi aliwahi kulalamika kuwa e, mafuta ya chupa ni madogo. So ni kwamba hii imekuja mara baada ya mafuta ya watoto kutajwa wa na mashahidi e, kama inavyofahamika kwamba serikali ya Marekani inasema kwamba walipata takriban chupa elfu moja za mafuta ya watoto wakati wakifanya msako nyumbani kwa Didi. Dansa huyo alidai kwamba mara ya kwanza Kuitwa kufanya naye mapenzi Cassie ilikuwa ni kwenye hoteli na Diddy alikuwepo, pokuwa alikuwa amefunika uso wake, lakini kulingana na sauti yake aliweza kumgundua. So sasa hivi masakata ya Diddy bado yanazidi kuendelea kwenda viral kinoma noma kwenye mitandao eh, ya kijamii yote hii ikionekana kabisa kwamba kuna uraibu wa madawa kulevya, lakini pia kionekana kabisa kwamba aliwachukua wanawake kuwafanyisha eh, mapenzi kinguvu, lakini mbali na hapo, inaonekana kabisa kwamba alikuwa na biashara ya usafirishaji anawasafirisha wanawake kwa ajili ya eh, kuwafanyisha mapenzi. So ni kwamba bado mashahidi wanazidi kuendelea na kesi yake. Didi bado iko mezani na mahakama wao hawajatoa jibu mpaka sasa hivi, eh, kifungo chake kitakuwaje? Tupe mtazamo wako kwa mda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now. Utakuwa umetisha sasa, online digital kineomanemani, bye. bye.